Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria makiwa mitume utuombe. Karibu kwa masomo ya misa takatifu, Jumaine, juma la 26 katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza, Zakaria sura 8 mstari wa 20 hadi 23. Somo katika kitabu cha nabii Zakaria. Bwana wa majeshi asema hivi Mataifa watakuja tena, na wakaaji wa miji mikubwa. Wenyeji wa mji mmoja watauendea mji mwingine, watasema: haya, twende kutuliza uso wa Bwana na kumtafuta Bwana wa majeshi; mimi nami nitakwenda. Kwa hivi mataifa mengi na yenye nguvu yatakuja Yerusalemu kumtafuta Bwana wa majeshi na kutuliza uso wa Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi: siku zile watu kumi wa lugha zote za mataifa watashika upinde wa vazi la Myahudi mmoja wakisema, tunataka kwenda pamoja nawe, kwa sababu tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 87, mstari wa kwanza, hadi mstari wa 7. Kitikio: Mungu yupo pamoja nasi, Mungu yupo pamoja nasi. Bwana ameweka msingi juu ya milima mitakatifu, anapenda milango ya Sioni kuliko makazi yote ya Yakobo. Matukufu yanatangazwa juu yako ewe mji wa Mungu. Mungu yupo pamoja nasi. Nitahesabu Misri na Babiloni katika wale wanaonijua. Hata kwa Firisita na Tilo na watu wa Kushi itasemwa: Huyu amezaliwa humo. Naam, mitalafu sioni itasemwa: Huyu na yule amezaliwa humo. Yeye aliye juu atausimika. Mungu yupo pamoja nasi. Bwana ataandika katika kitabu cha mataifa: Huyu amezaliwa humu. Nao wachezao ngoma wataimba: Chemichemi chemi zangu zote zimo ndani yako. Mungu yupo pamoja nasi. Aleluya, a, Aleluya, a, Aleluya, a, Aleluya. Mwana wa mutu hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kuutoa uhai wake kuwa fidia kwa wengi. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka Sura ya tisa, mstari wa hamsini na moja hadi hamsini na sita. Siku yake ya kupaa ilipokaribia, Yesu alikaza uso wake kwenda Yerusalemu na akatuma wajumbe wamtangulie, nao wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtayarishia mahali lakini wenyeji hawakumpokea kwa sababu walikuwa jiani kwenda Yerusalemu. Wafuasi wake Yakobo na Yahone, Yohane walipoona hayo walimuuliza, Bwana, wataka tuite moto ushuke kutoka binguni uwateketeze? Akawageukia akawakanya na wakaenda kijiji kingine. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.